Na ndio maana tunapanga kutoa elimu kwa maafisa ugani wote. Hiki kituo hiki kabla ya leo kilikuwa kinatoa certificate na diploma. Kuanzia mwaka jana tumebadilisha vituo hivi, tumesema tunapunguza sana, kutoka vituo kumi na nne vitabaki labda vituo vitano tu vya kutoa elimu hiyo ya diploma na certificate lakini hivi vitatumika kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa maafisa ugani kila mara. Tunataka maafisa ugani wahudhurie mafunzo sio chini ya mara mbili kwa mwaka katika vituo hivi kila afisa ugani, lakini na tumeweka fedha, tuna zaidi ya bilioni nne tumeweka kwenye kwenye bajeti yetu kuhakikisha kwamba tunamhudumia mwananchi. Vituo hivi kazi yake itakuwa ni kutoa elimu ya, ya kuhusu kilimo kwa mwananchi, na asilimia thelathini ya wataalamu ya muda wa wataalamu ambao watakuwa wanautumia kwenye vituo hivi watautumia wakiwa shambani wanatoa elimu kwa wananchi haina maana una chuo cha kilimo alafu wananchi wa eneo hili wana hawana tija kwenye kilimo chao. Asilimia thelathini ya muda ya, ya, ya afisa ambayo tumemwajiri kwenye vituo hivi atautumia, na tumetoa magari tayari mapya, tumetoa pikipiki mpya kwa ajili ya vituo hivi kuhakikisha wanazunguka kwenye vijiji na kata zinazozunguka eneo hili, na ikiwezekana na wilaya za jirani, kuhakikisha wanatoa elimu kwa wakulima. Mafunzo haya yanaweza kutuongezea ujuzi kwenye shughuli zetu za kila siku, hasa inatokea kwenye kata endapo kuna afisa ugani mmoja. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu afisa ugani kuenda kwenye kijiji X kijiji Y kupata enye, lakini wa kwa sasa hivi asilimia tisini ya shughuli za kilimo zinafanyika kwa njia ya hivyo, mkulima ana uwezo wa kuuliza maswali kupitia simu yake ya kijanjani, na afisa ugani ukamjibu pia kupitia kwenye smartphone yako. Naamini kabisa kwa mafunzo haya tuliyoyapata tutaenda kuwatekeleza kuwafanyia kazi na kuhakikisha kabisa tunaongeza tija katika uzalishaji.